Ni nini hii Jonte? Inaendelea mam, ati mam, mimi sijaiona, wewe unaita yeah. mtu mam, afande, wewe ndio unajua mimi sijui kitu hapa, sijui sijaiona kitu kama hii in my life. Anasema nini mam? Ati mam, jana kitu kama hii ilifanyika mm, na leo pia kubashia kutuma shika kama kazi iishe ii amekuwa kibuyu hapa, mambo imechemuka. Unasikia wewe matiti ah, hey. <laughs> <laughs> muliona mambo che... ndio maana leo nimekuja na maji ah,

Hata huu unakaa aje? unakaa kwa mboma, hadi shamba ni yenu, hadi mama yako anazikwa mwili a uchangamke, huu vipi? lakini, tumesoma hapa vizuri. Vitu zimekuwa zikifanyika hapa, mbona kila kitu kifanyika? Kwa sababu kuna mtu anasikia kila kitu tunafanya na anaria Mwili ilikuwa itolewe, okay. Si mwenye anakumalizanga ni rafiki yako mwenye mko naye? Imagine. Si sasa yeye anakuwa anajua kila kitu details. Mbona, mbona sanduku haikuwa? Sanduku haikuwa. Huu mama, the original mama, ako wapi? Alikufa where? ama hakufa? Na sasa kama hajaziku hapa, ujue shamba hakuna venye atini yake

nza kusema ti wewe, uwezi niambia kuna mtu alizikwa hapo na wewe na ujuu. Hapana, mimi ziko related na mwenye mimi alizikwa. Ndugu yangu ndiye yako related na wao. Kwani wewe uko related na ndugu yako? ilikuwa inasoma DNA ya ndugu yako na DNA ya ndugu yako ni DNA yako. So mtu alizikwa ni nani wengi? Ehe, wacha hizo taarifa, ni wewe unanipatia saa hii, sijazisikia. Sasa wewe umekukika hapo, mimi mbao madisi kuifuatilia mambo ya ujinga, nimechoka akili, Jonte Ukisikia nini ukiambiwa? Sasa niambie saa hii, ndio nashika sai kwa, nawekwa sasa sajie, mimi. Na kusaidia nini? Unaweza saidia huku, ndugu yetu alikufa. Ni wewe unaniuliza ama ni mimi nakuelezea? Mm. Sasa mmoja hmm. alikufa mama yako kuja na huyo na mwingine hmm. alibaki hospitali, lakini hmm. nilikuwa nasikia dukuduku za habari, si siunajua kuna ile moshene iwezi potea kwa familia dizi ya nasikia <laughs> wow, pia hii leo niko na story na nyinyi na <laughs>

Sikia, hebu tuambia tunatuambia unajua wewe sama uko kwa, acha kusema ah, ah, ah, sikia, ah, huyo mtu alizikwa pale ni nani? Mimi eh, ndio tuko hapo sasa nikasema walikuwa twins. Tumeshatuambia kwenye walikuwa twins. Twins. Si mwingine ndiye alizikwa kama DNA inasoma mwanaume, e, e, mwanamke ama mwanaume wakuwa identical sasa mwanamke ndio alipatikana hapa ama ali, alienda akafanya. Hata mimi hizo kesi ia sijui hauna sista na kuna ndugu matwins mm. Na, a, a, a walikuwa mmoja, ndi alikuja, mwingine alikufa mm. Lakini fununu na hapo sasa

na kama ungekuwa wewe uko na matiti kweli unaitwa matiti, ingehita ada hii. Boma yenu iko na mambo, sikiliza. Sasa sasa kutana nayo hiyo. Mambo ni tough misa nini, umesinya titi au a apanya hapa? Ndio maana tumebeba mazi, kujua mama kikuja hapa, kitu ya kwanza atufai kumbebeleza zangu basi, nyota zako ni ndugu yako ameshikilia. Ni hizi matakataka anafanya hapo. Huyu mtu alikufa hapa ni nani? Si ndio? Kwani sasa ni nani mwingine? Unajua watu nao wanakufanga na uwezi hata kujua. Unaweza kuta kuna mambo mm -hmm, hapa ni penye hmm, bali kugonjesha mpaka karibu ukufe kwanza kama <laughs> ana huyu hata hiyo kitu imenivuti sana, anasema hata kama ni Kongo turudi. Jana ulikuwa unasema ati turudi Kongo, afadhali turudi Kongo kuliko huko na karibu ukuvie huko, ni kweli jana, nikwedi ujijali jana eko, endelea, unasikia usitaje mambo ya Kongo kabisa, eh, nafanya nini hapa hao watu

wewe unajua ndugu yako ndio culprit hapa, na unapiga kelele sasa ni nini kelele munapiga kelele? Jamani, tulikuchapa lakini unajua namba one, jana ukikuja hapa na alikuambia stori ya mwili kupotea na kukuja, nani alikuambia time mwili itakuja nani? Alikuambia tayari mwili itapotea. Sasa sisi tumekuungana nayo. Alisema ni mambo inafanya

ulisema ulituma DCI wako hapa kuja afanye uchunguzi yake, mbona ametoa shati

Sasa muliita muli muli. Sasa, weka hii pingu tu naye. Mimi nitafungwa maisha. Na wewe chukua shati, ile shati yako, suspect number one, suspect number one. Chukua, ile jani nikichukua. Chukua hapa. Mimi naogopa unanitupa. Jana ulikuwa na kimbele mbele mingi sana, ukasema wewe ni mbatiti

Unafaa uarrest huyu ama unafaa uarrest mwili uh -uh. mwili huko, ni yeye. Fanya arrest naet. Mimi kama uko na evidence ya kunibeba, ni bebe. Wewe enda we, shika na mwili. I know my rights. Sasa boss, ni fanya, na, ni, ni mwili. Mwili. Sasa, Sasa boss, nifanye gani? Nishike huyu ama niende kwa mwili, mwili, mwili inarudi. Unakuja hapa kunitafuta mwili. Mwili napotea, inarudi, hiyo ni mwili kweli.

Hai. Hii ni mambo gani? Wewe kijana afisa. Afisa. Afisa. Hai. Hii ndio shughuli uko unafanya hapa? Ah, ah kama. Ah, hiyo ni yango hiyo basi. Afisa. Unakuja kufanya vitu kama hivi. Afisa unatoroka. Unatoroka. Kama ipo unakuja kufanya vitu kama hivi hapa. Hapana, huyu huyu wewe. Afisa unatoroka.